ya siri kidogo na Azizi Ki, kulikuwa kuna zile on on and off, on and off off. Tulikuwa tunaona mara wamerekodi video pamoja, mara wamepata brand deal pamoja, wameonekana sehemu mbalimbali kama vile Kariakoo, kwenye mechi, kwenye harusi, masherehe hapa na pale, tunaona wakiwa wanaenda pamoja. Watu wakaanza kuhisi huenda kukawa kuna mahusiano, lakini watu wengine wakawa wanayapinga kwamba hakuna mahusiano bali tu ni mambo ya business. Sasa at the the end of the day, kitu ambacho tumekuja kukiona ni kwamba ndoa imetokea. Umeona bwana eh? Eh, kwa hiyo watu walikuwa wanabeza mahusiano ya yao, lakini finally ni kwamba ameamua kuweka vitu bayana baada ya kuamua kufunga ndoa. Kwa hiyo basi Hamisa Mobeto na Aziziki wamefunga ndoa, na ndoa yao kila mtu anafahamu nini ambacho kilitokea. Ilikuwa ni moja kati ya ndoa za kifahari ya Swa hapa Tanzania, zimetikisa vibaya mno kwa mwaka huu hapa 2025 na zimemake headline kupitiliza. So mpaka sasa hivi it's official, sio tena jambo la kuhisi kwamba ni maigizo au vipi, kama the way ambavyo watu walikuwa na speculate huko mitandaoni. Imefahamika wazi rasmi kwamba Aziziki na Hamisa Mobeto ni mtu na mkewe, na wameingia katika mwezi wa Ramadhani wakiwa katika ndoa yao swafi kabisa. Sasa kilichotokea ni kwamba Aziziki na Hamisa, kumekuwepo na rumors ambazo zilikuwa zinaendelea lakini zikaja zikaisha kutokana na ndoa kupita. Sasa sasa hivi kuna huyu rafiki wa karibu kabisa wa Hamisa Mobeto, rafiki wa Bi Arusi. Eh, tunamfahamu kama Rushaina. Huyu Rushaina yeye alikuwa gani shosti wa Hamisa Mobeto kwa muda mrefu. Huyu Rushaina alishawahi kuolewa na Haji Manara. Kila mtu nadhani anafahamu kwamba kulikuwa kuna hii relationship ambayo pia ilitrend kati ya Rushaina na Haji Manara, and then hiyo ndoa ikaja ikavunjika. Sasa huyu Rushaina amekuja kutoa kuna hizi voice pamoja na

Pamoja na chats ambazo zimesambaa zikiwa zinaonyesha Rushayna akiwa na chat na shosti yake mwingine. Ukisema na shosti yake Hamisa Mobeto, huyu Rushayna alikuwa na chat na mtu mwingine ambaye ameamua kuzivujisha hizi habari huko mitandaoni, amevujisha hizi voice, hizi chatings pamoja na voice za Rushayna akiwa na chat naye. Sasa huyu Rushayna alikuwa anamsema pembeni Hamisa Mobeto kuhusiana na yeye mahusiano yake na Aziziki pamoja na ndoa yao kwa ujumla. Jambo ambalo kiukweli sio jambo la busara ukisikia kwamba rafiki yako anakusema pembeni kuhusiana na mpenzi wako ni kitu cha kushangaza, ni kitu ambacho ni very disappointing. Sasa hapa kuna hizi chatings ambazo Rushayna alikuwa yuko DM huko anachati na rafiki yake. Umeona eh? Haya, so kuna hii picha ya Aziziki walikuwa wanatumiana. Aziziki akiwa na ana kama vile anashangaa, alafu akaanza kumdodoa kumdosoa, yani kumsema vibaya. Kwa mfano, huyu ametuma hii picha, alafu akaandika akaandika bebi yake nani huyu jamani? Umeona, alafu huku rafiki wa, huku Rushayna akasema astaghfirullah. Alafu akasema bwana, imagine huo mdomo. Rushayna akasema kwamba sitaki kusema sana ila kuna mdomo wa haji, wa haji pia. Alafu rafiki akacheka. Alafu Rushayna akasema kwamba alafu mlikuaga mnanilazimisha nirudi kwa Haji Manara. Umeona, eh? Lakini hiyo ndio chati za kwanza hizo ambazo zimesambaa. Lakini hizo chati bwana, hazikuishia hapo. Chati zinaendelea. Nataka niendelee kukuelezea chati zilivyoendelea zimekuwaje. Maana baada ya hapo ni kwamba imeonekana wazi kwamba Rushaina amemcheka Aziziki mdomo wake, alafu akasema akadondosha pia dongo kwamba kuna mdomo pia wa Haji Manara, ambaye alikuwa ni mume wake wa huko zamani. Kwa hiyo ni kwamba huyu binti ni kama vile amemchamba pia mpaka Haji Manara kwamba eh, ni mwana, yani hadi nimelia mji wenyewe. Alafu kuna mtu akasema bwana pale, pale tulikuwa tunaangalia live hmm. Alafu akasema kwamba bwana pale tulikuwa tunaangalia live, Rushayna akasema kwamba mimi mimi, jamani, jamani, nili, jamani nilikuaga nikimkisi, nikimkisi huyu Hamisa kutwa eh, kumshikashika huyu kaka hadi mbele za watu sijui anajisikiaje mimi nilikuwa simkisi huyu Hamisa kutwa kumshikashika huyu kaka hadi mbele za watu sijui anajisikiaje mimi. Hapana. Kwa hiyo Rushaina bwana amedondosha hilo dongo kwamba anamshangaa huyu Hamisa e, kumshikashika Aziziki hadi mbele za watu, yeye hivyo vitu asingeviweza naona bwana. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Kwa kifupi ni kwamba huyu mtu ambaye amevujisha hizi chatings, kwa namna moja au nyingine ni kama vile amem, amemuekspozi Rushayna kuhusiana na mtazamo wake kuhusiana na huyo Hamisa Mobetto kuolewa na Azizi Ki, lakini pia amemuhusisha Manara pia kwa namna moja au nyingine, jambo ambalo kiukweli si zuri. Umeona bwana. Kwa hiyo peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Watu wengi sana wameanza kumsema vibaya huyu Rushaina kwamba vitendo alivyovifanya ni vya aibu vya fedhea. Inakuwaje, mtu ni shosti yake ameolewa, ya ni jambo la heri e, binti ameamua atulie na mwanaume wake, alafu anakuja kumsema mwanaume wake mdomo na mambo ya mdomo wake ulivyo e, na kusema kwamba yeye asingeviweza hivyo vitu alafu akamuunganisha pia, na kwamba kuna mdomo huo, Azizi Ki, alafu kuna mdomo wa Haji Manara jambo ambalo kiukweli sio la busara hata kidogo. Meona bwana, kwa hiyo watu wengi sana kiukweli huko mitandaoni wamemsema sana huyu Rushaina kwamba ana tabia mbaya. Huyu Hamisa ni rafiki yake, alitakiwa amsapoti, lakini ndo kwanza anaenda kumsema pembeni kwa kuna, kuna peji mbali mbalimbali hapa zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo scenario. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba bwana, hapa tu Hamisa akisema afuatilie sana atakuja atajikuta at, uh, anam, anamchuki at, um, hapa ukisema kwamba Hamisa amfuatilie sana atajikuta ameachika, bora aviache tu, maana wanaume wana, wana mambo mengi sana ukute Rushayna ameishapitiwa na huyu, ameishapitiwa na kijana. Sema hapa kinachoendelea ni wivu tu. Umeona kuna watu wanasema kwamba huyu Rushayna, kwa nini amseme hivi? Hamisa ameaziziki, ina maana kwamba labda alishawahi kuaga na mahusiano naye, kwa sasa hivi kumuona kwamba Aziziki ameenda kumuoa Hamisa, labda ni wivu anajisikia, ndio maana anajikuta anamsema vibaya Hizo ni speculation huko mitandaoni eh. Kuna page nyingine hapa wamekuja eh, wa wa Lulu, Lulu anasema na kwamba hizo ni dharau, mazoea hujenga tabia. Ampa ushauri Amisa Mobeto afocus na ndoa yake na mume wake Aziziki. Wadau wanasema kwamba huyu Amisa Mobeto amezoeana sana na marafiki zake mpaka anakuja kumsema vibaya. Kwa hiyo hii ni issue ambayo watu wanaona kama vile Hamisa mwenyewe amewalemba hawa, yaani amewalemba, yaani mpaka kiasi kwamba wamekuja wameanza kumchamba au kumsema vibaya yaani, mazoea yamezidi. Kwa hiyo balance mazoea, Hamisa, balance mazoea na mashosti zake, alafu afocus na ndoa yake. Unaona, eh? Kwa mtu mwingine amesema kwamba kuna bidada mwingine bwana. So, baada ya kuvuja kwa meseji za mrembo Rushaina akimsema vibaya mume wa Hamisa Mobeto Aziziki. Mama Love Kungwi ametoa maoni yake kwamba ule ni wivu tu. Umeona eh? Kwa hiyo watu wameshaanza kuhisi kwamba huyu Rushaina alikuwa tu anamwonea wivu Hamisa Mobeto, hana lolote. Umeona bwana, eh? eh, Kwa hiyo watu wameconclude hivyo kwamba hawa kina Rushaina eh, kumsema vibaya Hamisa kuhusiana na mume wake ni kumwonea wivu. Kari anasema kwamba anakucheka usoni, kumbe DM wanakusema. Da, urafiki gharama hapa mjini. Dada Rushaina, we ni mzuri mwaya, mshukuru muumba wako. Umeona bwana? Haya, lakini kuchana na hilo ni kwamba mpaka sasa hivi Hamisa Mobeto kwanza kabisa ameshamlamba bloku Rushaina